Itaka niulize swali, ni nchi yetu kwa hayo ni ya nchi yetu. Eh, nchi yetu hii. Eh. Basi <tuko mbali> Eh? <laughs> Hey. Ile makao makuu ya Afrika Mashariki. Alafu mimi ndio naenda kuwa mbunge wa international, wow. sana Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea wetu wa nafasi ya urais Chama cha Mapinduzi, lakini pia rais wetu wa jamhuri ya muungano wa sasa, tunamkaribisha katika jimbo la Arusha na kwa kazi nzuri aliyotufanyia, tunatamani tarehe mbili iwe ni siku ya sherehe, kwa sababu tumeshuhudia ukuaji wa uchumi katika jimbo letu, tumeshuhudia wananchi kuendelea kufanya shughuli zao za mafanikio ya kibiashara bila kuwa na bugza na mwisho wa yote tumeona matumaini makubwa walionayo wananchi wa mkoa wa Arusha na jimbo letu la Arusha katika kujenga uchumi wao kwenye miaka mitano ijayo. Daktari Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea wa nafasi ya urais 2025-30. Karibu Arusha. Wana Arusha tumejiandaa vizuri kukulaki na kukuheshimisha, kuanzia kesho unapoingia katika maeneo ya mipaka ya jiji la Arusha katika mto Nduluma mpaka siku ya tarehe mbili ya mkutano wetu katika jimbo la Arusha kwenye viwanja vyetu. Ni waombe wananchi wa jimbo la Arusha, asiwepo hata mtu mmoja atakayebaki nyumbani. Ziko faida kubwa za kumsikiliza mgombea wa chama cha mapinduzi mojawapo, unatunza kumbukumbu kumbu ya kwamba nilisikia kwenye kinywa chake akisema atafanya abcd katika jimbo letu. I unapokwenda kumpigia kula unampigia kula ukiwa na uhakika umemsikia mwenyewe. Daktari Samia anakuja kukuomba kula wewe, mwana Arusha, anakuja kukuomba kula wewe, mwenye jimbo la Arusha, anakuja kukuomba kula wewe, mkazi wa jiji la Arusha. Maana yake nini? Unapokwenda kutiki tarehe ishirini na tisa, unayo kumbukumbu kumbu ya sura yake kwa kumwona personally na sauti yake juu ya maendeleo ya jiji letu la Arusha, na kuomba sana, usiache kuja. Viwanja vinafunguliwa, mageti kuanzia saa 12 asubuhi siku ya tarehe mbili. Malaki wai mapema, chukua nafasi yako, msikilize mgombea wetu wa urais, mipango na mikakati aliyonayo katika kubadilisha jiji la Arusha, na mi niwambie tu, kama mgombea ubunge ambaye nitakuepo nikikumbushia hadi atakayotoa tarehe mbili nitahakikisha kwamba kila ahadi inayotolewa na Daktari Samia tarehe mbili hapa kwenye jimbo la Arusha, kuifuatilia na kuhakikisha kwamba inatokea kama ambavyo ndoto yake rais wetu anayo. <coughs> Kuna wale wengine ambao tukiwaambia miradi ametekeleza wanasema tu sijaona. Tumewaletea hiki kifaa hiki, e hiki kifaa hiki kwa lugha nyepesi kabisa ni miwani ko. Kama kuna mtu waalusha, wa Arusha hajawahi kwenda kwenye bwawa la mwalimu Nyerere, hajui kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya sita ya daktari Samia. Leo hii anakaa kwenye nyumba akibonyeza umeme unawaka, ajue kuna mziki mzito, kuna kazi nzito iliyofanywa na daktari Samia. Namwomba atakapoona vijana wanazunguka kwenye mitaa yetu aombe tu miwani halafu aangalie mradi mkubwa wa bwawa la Mwalimu Nyerere wenye mabilioni na trilioni zilizotumika ili wewe kuhakikisha kwamba unapata umeme hapo nyumbani, na imani ukitazama na ukaona utaamini ya kwamba Daktari Samia kweli amefanya kazi. Sio hivyo tu, kuna wale ambao hawajaenda na wale hawajapanda SGR kuna wale ambao hawajaenda mji wa serikali Dodoma, miradi yote ikiwemo pamoja na daraja la Busisi Kigongo kule ali maarufu JPM. Miradi yote imewekwa ndani ya miwani hii. Ukivaa hii miwani kwanza, inabidi uhakikishe una pressure, sa unaweza kavaa hii miwani ukajikuta umeingia kwenye bwawa kama vile unataka kudumbukia, lakini tutakupeleka kwenye bwawa ukiwa hapa hapo, utasafiri. Mzee, njoo kwanza, njoo njoo, wewe kwanza, hey! Wataalamu wapi kwa? Hebu njooni kwanza hapa, mzee atushuhudie mwenyewe hapa. Unajua mambo haya ni kwa vitendo ana afya mtu anauza karanga afya. <laughs> <laughs> <laughs> zao ni bora mzee, faida za karanga. uko wapi baba? hey. uko wapi afu, geuka huku kwangu huku <laughs> <laughs> hey. unamwona nani? Makonda. <laughs> <Hey>. unamwona nani? <laughs> <laughs> hey. Na mona, naona tu watu wanaopanda na kushuka baharini. Eh, Mama, baharini. Uko baharini, uko haki ya Mungu. Unaona mambo ya Samia. Eh, naona mkuu. Eh, nakubalika mkuu. Nataka uone mambo hayo, hii ngoma na kuchukua e. unaenda mpaka kwenye bwawa hapo e. huko kwenye mkoa wa Pwani e. kwenye bwawa la Julius e. Nyerere e. limetumia zaidi ya trilioni sita kageuka e. tu ukigeuka e. unaona mambo <laughs>

E, kweli ndugu zangu wananchi, tunaona tumchagueni tu mama, maana hii kazi ni nzuri sana. Mi mwenyee kipekee kweli sijafikaga huko, lakini sasa kwa mtazamo huu, jamani, nimeona asante sana. Kwa hiyo tumeamua kuileta teknolojia hii katika jimbo letu la Arusha, kuonyesha kwa kwamba jimbo la Arusha ni jimbo la wajanja ni jimbo la vijana wenye uelewa. Ni jimbo la teknolojia. Uwezi kuongelea kali na ishirini na moja, bado mtu anahangaika ajui. Kwa hiyo tuna uwezo wa kukusafirisha kukutoa hapa kukupeleka kwenye miradi yote mikubwa ya kimkakati iliyofanywa na Chama cha Mapinduzi chini ya Daktari Samia kupitia hapa hapa, ukiwa Arusha unaenda kama Dodoma, unaona makao makuu ya Dodoma, kama ni SGR unaiona, kama ni ndege unaona kama unaona, ni bwawa la Mwalimu Nyerere unaona. Waswahili wanasema kuona ni kufanya nini? Kuamini. Ni kuamini kwao. Daktari Samia hana mbambamba, kazi anaifanya na ameifanya kwa uaminifu mkubwa, na tunapokwenda kumwombea miaka mingine mitano tuna uhakika wa kufanya kazi kubwa zaidi. La mwisho, tumejiandaa vizuri sana Wanaarusha. Viongozi wangu wamesema hapa, niwaombe wananchi ambao sio wanachama wa CCM njooni mkutano huu sio wa chama. Huu ni mkutano wa wananchi, mgombea wetu kunadi sera na ilani ya chama chetu. Kwa hiyo niwaombe wananchi wote, hasa wasiokuwa na CCM njooni. Na ukiwa una t-shirt ya chama usijisikie vibaya. Kuna wengine wanasema labda kwa sababu sina t-shirt, sina kanga, sina kofia. Aa, maendeleo yanayokwenda kufanywa na chama chetu na mgombea wetu hayauhusiani na bali ya tisheti ya chama. Hii ni hatima yako, haya ni maamzi yako, na unaposhiriki kwenye kusikiliza sera, unapata nafasi ya kuamua nani umpe kula. Unapoacha kusikiliza, umekubali wenzako wa kupangiwa. Ningetamani usikubali kupangiwa nani yachaguliwe kwa kiongozi wako. Shiriki kwa kujua sera, ilani Alafu mwisho wa siku ufanye maamuzi mwenyewe ya kumchagua ni mtaka. Nimewaletea hii mitambo, nataka kuhangaika na wabishi wote yani wale wabishi wanaobisha, oh, serikali sisi haijafanya kitu yani. Hapa tunakupeleka kwenye miradi na unajikuta uko kwenye miradi. Ombi langu tu uhakikisha kwamba huna pressure, usiokajikuta unahisi kama uko kwenye ndege. Niwekee mradi wa Dodoma hapo, makao makuu, kazi ya Daktari Samia. Afu nimuonyeshe mtu mmoja mwingine hapa, nani mbishi kabisa hapa Mama, njo. Njo hapa, njo hapa. Unanipa ni Dodoma. Eh, ee, nipe Dodoma. Usibaishe mapigo ya kupumua, yani relax kwanza. Eh, afu geuka nyuma hivi. Wow. Wow. <Yeah. manyana> Yes. Ha? Eh? Mm. Eh? eh? mama. Eh? Ageuka tu geuka geuka tu <laughs> uko Arusha hapo au uko wapi? Yaani unakoona uko wapi? Niko Dodoma sijui eh? <laughs> Dodoma. Dodoma. Eh, eh, ageuka kushoto kwako tena Simbazi. Eh? Simbazi. Uko Msimbazi? Yeah. Uko Jangwani hapo mm. Unaona mambo yanayoendelea, mradi mkubwa huo. Aya, mpeleke Dodoma huyu huyu, lazima aende Dodoma. Najua hana nauli, lakini twende tu, forward hapo, nitafutia Dodoma. Mwacheni wacha enjoy mama Naona no, majengo mazuri. Hoteli ya Dodoma, jiji la Dodoma. Uh -huh. Eh... mji mm, wa serikali hapo, mm. Si ndio eh? Hebu eh, angalia chini hapo. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kama uko juu hivi kidogo eh, yeah yeah, ni ni alafu. <laughs> chini chini chini sana, angalia chini, angalia kabisa. wewe wewe, usiogope tu, kwa Arusha mama, usio na hofu kwa kwangu, kidogo uko mawinguni huko, ni chini, usiogope tu, kwa Arusha mama, usio na hofu kwa kwa, ni dunia imekuwa kijiji. Kijiji. <laughs> <laughs> Uwanja wa mashujaa na uona. Ndio. Hebu uchungulie kwa chini, hebu uchungulie kidogo. Yeah. Yes, inaonekana no, vizuri. Eh? Inaonekana vizuri. Kushoto mm. Kwako tena kule. Angalia kulia kwako hmm? <laughs> Yaani unazunguka <enjoy. laughs> tu. Yaani Ume, yani Samia amekusafirisha hapa, uko Dodoma. Ukiwa hapa hapa Arusha <laughs> unakagua miradi unakagua kodi yako. Ndio. Hmm? Yeah. Hmm. Sasa ndiosa u inongoneze mm, una tiki ya Oktoba? Ah, Oktoba lazima ni tiki. Umetisha mama. Ni kweli <laughs> eh? <laughs> bila upinzani. <laughs> bila upinzani. Yeah. Yeah, bisa. Sasa mtolee bwana. mm, asante kwa kweli. Me enjoy. <laughs> <laughs> imnadoa la miguu. Hebu ab, ab, tupe uzoefu wako ulikuwa unaonaje? Yaani kwa nilikuwa naona mazingira ni mazuri, kila kitu ni kizuri. Kwanza uliamini kama unaweza kaona kwa njia hiyo? Be. Uliamini kama kama mtambo kanaweza kukufanya ukaona hivyo? Hapana, kwa kweli. moye. Hivo sisi moye oye, basi Oktoba tutatiki tuna okay. Jamani tunawashukuru sana wanahabari lakini mfahamu tu. Natamani sana kama mgombea ubunge wa Jimbo la Arusha, Wananchi wote wa jimbo hili waje walio na dini na wasiokuwa na dini, walio na chama na wasiokuwa na chama, njooni tumsikilize mgombea wa chama chetu Daktari Samia Suluhu Hassan katika nafasi ya urais, na mimi mgombea wa ubunge wa Jimbo la Arusha nitapata nafasi ya kuyasema yale ambayo yamepangwa kufanywa katika jimbo letu la Arusha. Nafahamu mpango wetu na nia yetu, wana Arusha, kipaumbele chetu cha kwanza ni pesa Kipaumbele cha pili ni pesa, cha tatu ni pesa. Ukishakuwa na pesa utajenga barabara, ukishakuwa na pesa utaheshimika hata kwenye familia, ukishakuwa na pesa hata mtaa utakutambua. Wanarusha wanataka pesa, na mimi nataka miaka hii mitano nihakikisha kwamba inapatikana, na kazi ya mbunge ni kutengeneza mazingira mazuri kwa kushirikiana na serikali ili kila mwananchi aweze kupiga dua ya, ya maendeleo. Nina uhakika tutajitokeza kwa wingi, na kesho wakati tunampokea, tutakuwa kwa wingi. Tutakuwa na pikipiki sio chini ya elfu tatu tutakuwa na bajaji sio chini ya elfu mbili Mmeona kuna mafarasi kuna nini, mambo tumejipanga vizuri. Na tukifika tutafanya paredi ya kwetu tukiwa tunajiandaa kwa ajili ya tarehe mbili, uwanja saa 12 kamili unafunguliwa. Kila mwananchi naomba awahi aingie mle ndani. Sitaki kutaja listi ya wasanii watakaokuwepo, lakini nataka kukuambia kwamba ilani ndio mpango mzima na yale atakotamkwa na daktari Samia ndio hatima yetu ya maendeleo ya jiji la Arusha kwa miaka mitano. Karibuni sana, tunawapenda na tuna imani tutafanya kazi nzuri. Ah, kuna surprise nyingi sana yani, kuna surprise nyingi sana Arusha bana. <laughs> Ni Arusha tu, unajua hii ni makao makuu ya Afrika Mashariki ile makao makuu ya Afrika Mashariki, alafu mimi ndio naenda kuwa mbunge wa international, yani mbunge wa wazungu, mbunge wa Wahindi, mbunge wa Waarabu, mbunge wa Masai, mbunge wa Wasomali, mbunge wa Warangi, mbunge wa Wachaga, mbunge wa Meru, mbunge wa Peru, mbunge wa wadudu, yani ndio mimi. Kwa hiyo unapokuja kwenye jimbo la Arusha, tegemea surprise masaa yote. <laughs> <laughs> Yaani, kuna mambo utaona tu, hata mji si unaona sasa hivi ndio? <laughs> E, ndio jimbo ndio jimbo la wajanja. Nataka niulize swali, ni nchi yetu. Kwa maana hayo ni ya nchi yetu. Eh, yetu hii. Eh. Basi tuko mbali sana. Hey, kumbe sisi tumeishia hapa Arusha tu bana. <laughs>